Jineo. Na wale ambao mnijui mimi kwa majina, naitwa Oscar Kiplaga. na Mr. Speaker, mimi nimefika hapa, nasikia watu wanazungumza kuhusu maneno ya madeni, na mimi vyenye nimesikiza hii maneno ya madeni nikakumbuka the enigma Raila Amolo mol Odinga, bila alikuwa anapenda kusema na Raila alikuwa anasema ati kitendawili kitendawili, kumi yangu, kumi ya huyu, kumi ya yangu kumi ya ndugu yangu, yote kwa mwenyewe. Hii ujinga ya madeni tunaongelea kwa hii nchi, hii ni conversation ya ukuzi yes! Ni conversation ya ujinga ya ukabila ya shares, eti sijui nani yako na deni gani? Si deni iko na kiwango hii ni maneno ya she sti. Mimi hata mimi nimependa kuongelesha, hata kama makamera ione, kwa sababu hii kumbavu hii ambayo nataka kuweka katika wananchi, eti mwanze kuzungumza, eti Mount Kenya, eti Mount Kenya wa Kikuyu, na this conversation imeanzwa na Uhuru Kenyatta ametuma rigiji. eti enda sema kwamba Mount Kenya wako na milioni sita, eti six million votes. I want to I want to tell you people because hapo ndo hii mambo ya deni na shares inatokea. In Rift Valley we have more than 18, more than 15 counties in Rift Valley region. Sasa hapo turudi kwa hii shares. But hii watu wako na less than 10 counties. Eti wanatuleta kwa mambo ya shares. Sijui na watu shs sijuiwatu wawatuliautambiala ukweli katika i bunge la mwananchi. Hii ujinga ya kutuambia eti deni ya nani na nani sisi. Kwanza mimi, sisi kama Wakalenjin hatuna deni ya mtu, na kama tuko na deni yenu, na kama sisi tuko Muta na deni yenu, Mr Speaker, mimi ningependa kuambia mtu yeyote ambaye yako na deni, mtu ambaye ana fil anatudai s sisi, sisi. Rais spokesman wetu ule ni rais wa taifa. Sasa nyinyi mteremka hapa chini, ongea na Oscar Sudi, tuko na kina Oscar Sudi, ongea wow na wao tuko, tuko na kina Murgome, tuko na kina Faruk my friend Aa, hata kama wako aa, hao ni viongozi wetu. Kama uko na na shida na jamii ya college, ongea Speaker. Uh, wanasema uh, ati kama mtu ako na deni ya college ateremka hapa chini awachane na kiongozi wa taifa. Sisi kama jamii tumewateremsha. Si mnatudai nani, nani, nani anatudai nini? Kuja utueleza unatudai nini? Sisi tunatafuta marafiki. Hii maneno ya 2007 ilifanyika, sisi sisi kama jamii tulikuwa front Tukipigania mzee Raila Omolo Odinga. Juzi juzi juzi kabla mzee. Oda. Juzi kama mzee kabla mzee ateremka chini. Tumekuwa pale AU tukimpigania. Sasa nyinyi mnatuambia State Bariola Mujalifa. Hii ni nini mnakuja kutetea? Aiilalatinga alikuwa nikimaliza Mr. Speaker. Mimi nimesikia watu wakizungumza sana, na hii conversation ya kusema jamii moja iko na kura milioni sita. Na sisi hata kupata hiyo 6 million Mr. Speaker Mr. sisi Speaker, UDA Kenya Kwanza kabla tujaze milioni tatu. Ei, watu wajui siasa hamjui siasa ni nini? Kwa sababu mambo ya deni hii hiyo ni uguzi me as a Gen Z, mimi nataka kuzungumza. Mimi nimesikia Gachagua anazungumza kwa niaba yetu, asika anasema 2027 it will be Gen Z millennium against President William Ruto. Na mimi as a Gen Z I want to speak. Gachagua, you don't fall even in category of youth. So you are not even supposed to speak on behalf of youth.

Wazingishu kaunti, huyo Oscar Sudi, pia sisi kama vijana tunamuuliza maswali, tunamuuliza maswali, ni vipi as the community, as the community you are speaking this way, lakini hapa nyuma vijana unawafinya wewe, Oscar Sudi, wewe <laughs> rafiki yangu, lakini I want to tell you Oscar Sudi, my friend, isifikie wakati, isifikie mahali umekuwa na pesa mingi mpaka unaumiza vijana, unawatocha unawaumiza hadi kwa sababu uko na family